Ikiwa bado waumini wa dini ya Kiislamu wapo kwenye mwendelezo wa ibada kutimiza moja kati ya nguzo tano za dini ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo hii Mkuu wa Wilaya Mafia Aziza Ali Mangosongo amekabidhi iftari na mkono wa Eid kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutoka shule msingi Kilindoni kwa lengo la kuwafariji na kuwapunguzia baadhi ya majukumu wazazi wao. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko kwenye mfungo, na kama tuko kwenye mfungo, dini yetu inatutaka katika muda wote binadamu tupendane, tushirikiane, tusaidiane. Lakini vile vile katika mwezi huu mtukufu pia tunawafuturisha wale ambao hawana nini, e, hawana uwezo waku, waku, waku, waku mahitaji anaweza wakawa nao, lakini mwingine anaweza lao wakawa nacho kesho hana, au wakawa nacho asubuhi, mchana hana. Hivyo tunasaidiana, tumezoea. Mwaka jana tulipika chakula, tulipika, tuliandaa, lakini mwaka huu kwa tunagawa kwenye makundi mbalimbali, tumeshagawa mbali kwa magereza na makundi mengine, lakini kwa leo tumesema tukae na watoto na wazazi wa watoto wenye uhitaji maalum, basi kama ofisi tuwape chochote ambacho tumejaaliwa. Koo, karibuni sana hapa. Tumeandaa, kuna mchele, kuna maharage, kuna tambi, kuna sukari, kuna tende, kuna mafuta na kuna juisi za watoto. Aw eh? Eh, hey. Lakini vilevile watoto, kwa sababu kesho kutwa sikukuu nayo nitawapa mkono wa Idi, sawa watoto eh, hey. Kwa hiyo naomba sasa nianze kuwapatia mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kilindoni. Wazazi na baadhi ya wanafunzi wametoa shukrani zao za dhati kwa kupatiwa msaada huo na kueleza jinsi utakavyowasaidia katika kumaliza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuanza kwa sikukuu ya Idil Fitri. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV. Kwa majina naitwa Amos James Nyambega ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kilindoni. Leo tumepokea mkono wa idi kutoka kwa mkuu wa wilaya, tunashukuru sana. Tumepokea chakula, vinywaji pamoja na fedha, tumepokea tunashukuru. Kwa kweli alipotoa, Mwenyezi Mungu amwongezee. Sisi kama shule tunashukuru sababu si mara moja wala si mara mbili kufanya hivi, alishafanya pia kwa watu wenye mahitaji maalum, leo amefanya tena kwa watu wanaishi katika mazingira magumu. Kwa kweli, Mungu amtie nguvu, endelee kutusaidia, tunashukuru sana kama shule. Sisi kama wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum tunashukuru, tunamshukuru mkuu wa wilaya wetu. Mwenyezi Mungu ambariki kwa kutugaia iftari na kuwaona watoto hawa kwa mwezi huu wa Ramadhani, na isiishie hapo Tunaomba endelee na mwendo huu, atufariji na sisi wazazi, mkono waidi. Tunashukuru watoto wamepata mkono waidi, hata mzazi hawezi kutoa mkono waidi kama ule. Mwenyezi Mungu alipotoa amuongezee. Tunashukuru sana mkuu wa wilaya wetu, tuko naye vizuri. Kwa jina naitwa Halima Ali. Tunamshukuru mkuu wa wilaya kwa kutupa iftari, tunamshukuru kwa kutupa mkono wa idi. Mwenyezi Mungu ambariki sana.